Kuna wale ambao hadi sasa hivi hawana vyeti vya kuzaliwa, aidha kama unawa, wana siri, <laughs> kwa kwa kudilita, wa kupata, ni wanao watoto na ambao hawana vyeti vya kuzaliwa au ni wewe mwenyewe mtu mzima na ambaye mpaka sasa hivi bado hajapata cheti cha kuzaliwa, kidogo kidogo mbadilika kudelete au kuweza kupata vyeti vya kuzaliwa, kwa sababu vyeti vya kuzaliwa ni vinapatikana moja kwa moja, una apply au unaomba kupitia mfumo wao wa RITA, maana kwamba unafanya mtandaoni moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya kuweza kukamilisha maombi yako yale mtandaoni ndo hapo sasa unaweza ukapata cheti chako cha kuzaliwa. Sasa hivi ndo taratibu za zamani, kwa sababu utoke uende Rita kwenda kupanga foleni kwenda kuchukua fomu ujaze rudishe tena. Utaratibu wa sasa hivi hawa, sasa hivi ndo taratibu moja tu, kwamba unaingia kwenye mfumo wao wa e-RITA. Baada ya hapo, unajaza taarifa zako, alafu mwisho wa siku unaweza kupata cheti chako cha kuzaliwa. Sasa kama wewe ni mtu na ambaye unakuwa unahitaji cheti cha kuzaliwa, au una mtu na ambaye anahitaji cheti cha kuzaliwa. Nipo kwa ajili ya kuweza kukusaidia. Kwa hiyo kama ndipo unahitaji kuweza kupata usaidizi, ukaweza kufanyiwa maombi ya kuweza kupata cheti cha kuzaliwa. Hii ni popote ulipojalishwa upo sehemu gani. Maana ni kwamba kama ndipo unataka kufanyia, labda upo Mbeya, utaweza kupata cheti chako huko kwa ulipo sehemu ambapo ile wilaya ile ulipo. Kwa kama uko Mbeya, utapata cheti chako huko huko, kama uko Tanga, popote pale utakapokuwa, utaweza kupata cheti chako bila tatizo lolote lakini kwamba tutakusaidia kukamilisha maombi. Lakini kama ni mtu ambaye ana miaka kumi kuendelea, malipo yake yanakuwa ni shilingi elfu ishirini na unalipia kupitia Namba moja kadi ya kliniki na tangazo la kizazi. E, uwe na kitambulisho cha mpiga kura za kwako, au uwe na kitambulisho cha mpiga kura au cha taifa ya baba na mama au na cheti cha kumaliza la saba, ile living certificate ya la saba, au cheti cha kumaliza form 4, ile living certificate ya ile cheti cha kuhitimu la saba au cha kuhitimu kidato cha 4, natakiwa uwe nayo lakini peke yake. Kingine natakiwa uwe na barua ya utambulisho serikali ya mtaa. Sasa hivi ambatanisho sio lazima uwe navyo vyote, unaweza kuwa na vitanisho kuanzia viwili. Batanisho lazima viwe viwili na kuendelea. Na ni muhimu sana kama ikiwezekana ukiwa na kibatanisho kwanza viwili, lakini pia kimoja cha kwako mwenyewe binafsi kimoja hapo, kama itakuwa cha kwako mwenyewe binafsi itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa aina ambayo unahitaji kuweza kupata huduma hii ya kuweza kufanya maombi ya cheti cha kuzaliwa popote ulipo Tanzania, kuweza kuwasiliana, kuweza kukamilisha kazi kwa bora zaidi. Kwa tuna uzoefu wa kutosha na wafanyao watu wengi sana maombi ya hiyo, maombi ya cheti, lakini pia wengi wamepata bila tatizo lolote kutoka sehemu tofauti tofauti. Kwa mkoa wote na ambao upo, sehemu yote na ambao upo, wao sio na wasiwasi kwa kuwasiliana kwa WhatsApp au kwa namba hizo hapo ili kuweza kukamilisha kazi yako na utapata cheti chako cha kuzaliwa kwa haraka zaidi lakini pia kwa urahisi zaidi pasipo kuweza kutumia muda mwingi lakini pasipo kuweza kutumia nguvu kubwa zaidi.